Wakazi wa Rongai huko Kajiado kaskazini wamepinga vikali mpango wakugawa, kunyakuwa wanjo, wa kugawa na kunyakua ardhi ya uwanja wa michezo wa Nakeel. Wakazi wamesema uwanja huo ni wa hekari 16.5 baada ya kupimwa rasmi na kesi kuhusu umiliki wake bado ku mahakamani. Aidha wameeleza wasiwasi kuhusu madai ya mpango wa kuchukua sehemu ya ardhi ya shule ya Nkaimurunya na kujenga nyumba za bei nafuu. Jamii imesisitiza kuwa maamuzi yote kuhusu ardhi hiyo lazima yafanywe kwa wazi kupitia kushirikishwa kwa umma. Tunajaribu kuambia au makatels sisi tunakataa hiyo maneno na hii kiwanja, baada ya surveying ilionekana ilikuwa 16.5 acres, na sisi hii 16.5 acres ni kwa sababu tumekuwa na court cases, tungetaka hiyo court cases ikiisha, tuko na sponsors na tuko na donors ambao watatusaidia kujenga hii kiwanja. Mimi chairman wa hii stadium sina authority ya kudecide on demarcation ama subdivision ya hii kiwanja, mimi na komiti yangu, kwa sababu si kiwanja yetu, ni kiwanja ya community. Lazima community iitwe, tukae chini, tufanye public participation ndio kama kuna any subdivision ifanywe na community i will therefore stand united as a, as a community and will not allow any unauthorized actions or deals uh, to compromise this vital pu public facility should the matter remain unresolved we are fully prepared to hold a peaceful demonstrations to defend our community land and protect the interest of our youth